Nataka niseme kwamba ni hatua nyingine ya kubadilika. Maendeleo ni mabadiliko, na hii ni hatua nyingine ya mabadiliko. Kimabadiliko hiya haya, ni katika jitihada za kuongeza kasi ya utekelezaji, kuimarisha uwajibikaji na kulinganisha, au kulinganisha majukumu na vipaumbele vya Taifa letu. Lengo ni kuimarisha mahitaji ya mwelekeo wa utekelezaji wa shughuli za serikali ili kuendana na kasi inayolingana na matarajio ya wananchi. Nataka nipige mstari hapo, lengo ni kuendana na kasi ya matarajio au mahitaji ya wananchi. Hivyo niwapongeze sana mlio hapa leo, mmeaminiwa kwa uwezo, uzoefu na uadilifu ni watake mkaishi na kiapo mlichowapa hapa leo, mkaishi nacho. Lakini pia kuna kiapo cha maadili ambacho mmesaini kopi mbili mbili; moja mtapewa, muwe mnairudia kila mara.